Hivi sasa kutokea kule Marekani, mfumo wa kisiasa nchini humo umechukua mkono mpya wa kidigitali baada ya makamu wa rais Vance kuchapisha video iliyotengenezwa na akili bandia, yani AI inayomuonesha rais Donald Trump kama mfalme. Video hiyo tata inayomuonyesha rais Trump akiwa amevalia mavazi ya kifalme huku wawakilishi wa chama cha Democratic wa Marekani uh, wakionekana kupiga magoti mbele yake ishara ya utii kamili. Hii inaonekana kuwa jibu la moja kwa moja na la uchokozi kwa maandamano ya No Kings, hakuna wafalme, ambayo yameibuka tena nchini Marekani yakichochewa na wanademokrasia uh, wa wapinzani wa, wa, wa Trump. Lakini rais Trump mwenyewe amethibitisha na kuongeza nguvu katika ujumbe huo kwa kuchapisha tena, yaani riposti, video hiyo kwenye ukurasa wake pia Matumizi, matumizi ya video za AI, AI generated katika siasa yamekuwa jambo tata sana, ambapo kuchapishwa kwa video hii kunaonekana kama jaribio la kudhihaki na kudharau wapinzani, kugeuza kauli yao ya No Kings kwa kuwa kauli ya ushindi na nguvu ya rais Trump. Lakini tukio hili linaongeza mjadala kuhusu matumizi ya teknolojia ya deepfake, uh, video za AI na maudhui yanayotengenezwa na AI katika kampeni za kisiasa, hasa linapokuja suala la kueneza ujumbe wenye utata au kudhihaki wapinzani. Wachambuzi wa kisiasa wanasema wanatarajia wanademokrasia watajibu vikali uchapishaji huu, wakizingatia kuwa ni ishara ya kutovumilia na ubabe wa kisiasa na kupuuza uzito zaidi ujumbe wa maandamano yao. No kings. Kama unakumbuka vizuri siku ya juzi uh, Kamala aliposti kupitia ukurasa wake ya mitandao ya kijamii akiwataka watu kuweza kuingia barabarani kuandamana kwa, kwa amani kuweza kudai Trump awezi kuachana na aina yake ya utawala ambao amekuwa akiendeleza nao wa nguvu, mwenyewe akiita utawala wa kifalme. Kwa hiyo anatakiwa aweze kupunguzwa nguvu na aweze kuheshimu matakwa ya raia, nini ambacho wanakihitaji, kwa sababu Marekani raia ndio ambao wanaongoza nchi na sio mtu mmoja. Kwa hiyo yale maandamano hayajapata nguvu sana kule Marekani, jambo ambalo linampa nguvu sana Trump na uh, watu ambao wanamuunga mkono kama yule wa uh, makamu wa rais alivyokuja hadharani na kuposti video ambayo inaonyesha King akivaa alafu kuna video ambao unamwona Kamala, kwa mbele anapiga magoti na pamoja na members wengine wanaenda kumsujudia, kitu ambacho kinaonesha kiwarisia ni dharau na kama kuto kuheshimu upinzani, jambo ambalo ngoja tuone upande mwingine utakuja kujibu kwa namna gani, lakini kati ya hili nadhani limeongelewa sana kupitia video hii ambayo ime imepostiwa na makamu wa rais lakini, Trump akaja kuiriposti na yeye, ikiwa kama sehemu ya kuja kuonyesha anaunga mkono kile kitu ambacho kimefanywa na makamu wa rais.